Idadi ya Wakenya wanaojisajili kwenye daftari kuu ya wapiga kura ni chache mno kinyume na matarajio ya tume ya IEBC. Licha ya juhudi za machifu na viongozi wengine kujitokeza na kuwahamasisha Wakenya kujisajili, maafisa wanaowasajili Wakenya kwenye vituo wanadai kuwa baadhi ya vijana wanataka kujisajili lakini hawana vitambulisho vya kitaifa. Ali Manzu alikuwa katika ukanda wa magharibi ya Kenya na kutuandalia taarifa ifuatayo. Zoezi la usajili wa kura kitaifa linaendelea kupokea idadi finyu ya Wakenya katika sehemu mbalimbali mbali za nchi. Pitapita zetu zilitufikisha katika vituo mbalimbali mbali sehemu za Nyanza na magharibi mwa Kenya, na kulingana na tulichokishuhudia, wakazi hapa wanaendelea na shughuli zao bila kujali uwepo wa shughuli hiyo muhimu. Wanakuja polepole pole, na wengi wanasema kuwa labda wanangojea siku za mwishomwisho. Halafu alafu wengi wao nao wanasema kwamba hawana vitambulisho ngawaje wamefikisha umri. Hiki ni kituo cha Luvinya ambacho ni cha mwisho mpakani mwa kaunti za Kakamega na Nandi. Na kulingana na afisa msajili hapa, ameweza kusajili chini ya watu mia mbili tangu shughuli kuanza tarehe kumi na tano mwezi wa Februari. Tangu nianze nimesajili watu sitini na tatu kufikia sasa katika hiki kituo kwa siku ambazo ni kumi na moja sabini na nane. Katika kituo cha Kakoya eneo bunge la Malava kaunti ya Kakamega, taswira ni ile ile, ukosefu wa vijana kujisajili kuwa wapiga kura, huku wasimamizi wakisema wengi hawana vitambulisho vya kitaifa. Katika baadhi ya vituo sehemu za Kisumu, mambo ni kama hivi, idadi ndogo wanaojitokeza ili kujisajili. Hata hivyo, usaidizi wa baadhi ya viongozi wa jamii, machifu, na hata viongozi wa kisiasa umewasaidia pakubwa. Ukiwa na hiyo mobilization watakuja, lakini wengi ni kama hawajui maana sana ya kufika kura. Wengine wanasema hatukuelezewa, hatujui nini inaendelea, na pale nyuma tulikuwa tunasikia wakijaribu kutuelezea. If uh, it's during a uh, Sunday you can go to a church. Or if there's any other event organized, uh, that's how I can approach them. Huku siku za usajili wa kura zikiendelea kuyoyoma, Wakenya wametakiwa kujitokeza kwa wingi na kuacha ile tabia ya kungojea dakika za mwisho ili kujisajili na hatimaye kuwa tayari kwa shughuli ya kura ya mwaka 2017. Ali Manzu, eneo bunge la Malava, kaunti ya Kakamega.